Katika saa chache zijazo, familia moja huko Murang'a inaweza kumpoteza binti yao, na kwa namna na njia ambayo hakuna mtu katika nyumba hiyo angeweza kuwazia hata ndani ya miaka milioni moja. Margaret Nduta aliyepatikana na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya katika taifa la Vietnam, anakabiliwa na hukumu ya kifo baada ya kukamatwa Julai mwaka elfu mbili ishirini na tatu katika uwanja wa ndege wa Ho Chi Minh City, akidaiwa kusafirisha dawa hizo kinyume na sheria. Tangu kukamatwa kwake na hatimaye kuhukumiwa, adhabu yake ilipowekwa wazi ikuwa ni kifo wa Kenya, kuanzia serikali hadi raia wa kawaida, kwenye mtandao ya kijamii wamekuwa wakijitahidi kumwokoa, wengi wakitaka serikali kuingilia kati na kuzuia utekelezaji wa hukumu hiyo. alipatikana nayo alipeo, ni Joroge akamwambia apelekee, apelekee mama mwingine, na akirudi ampatie kitu, amrudishie. Hiyo ilikuanga mara yake ya kwanza kwenda na unajua, mtu akienda safari, atoke hapa aende safari ambapo haezi jua ama nchi yenye hajui. Kuna yale taratibu serikali nayo imejaribu kuwasiliana na mamlaka ya Vietnam kwa njia za kidiplomasia, lakini juhudi zao zinaonekana kuwa bure. Na kwa sasa hatima ya Magret Nduta mwenye umri wa miaka 37 iko mashakani kufuatia hukumu yake ya kunyongwa kwa sindano ya sumu nchini Vietnam. Hata hivyo, maendeleo mapya katika kesi yake yameleta matumaini baada ya serikali kuingilia kati swala hilo. Katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje Korir Singoei alitangaza kuwa amewasiliana na serikali ya Vietnam kufuatilia kilio cha umma cha kutaka Kenya. Sing'oei alithibitisha kuwa alizungumza na naibu waziri wa mambo ya nje wa Vietnam Nguyen Minh Hang, ambaye alimhakikishia kuwa swala hilo linapitiwa upya. Hili inatoa fursa kwa mataifa yote mawili kupata suluhisho la swala hilo. nikinukum nilifanya mazungumzo kwa njia ya simu alasiri hii na mwenzangu mheshimiwa Nguyen Minh Hang, naibu waziri wa mambo ya nje wa Vietnam, kuhusu swala la Magret Nduta. Nilimjulisha Bi Hang juu ya wasiwasi wa wakenya kuhusu kunyongwa kwa raia wetu na nikasisitiza ombi letu la kusitisha utekelezaji wa hukumu hiyo ili kuruhusu nchi zote mbili kupata njia ya kutatua suala hilo. Single a alisema Nduta alihukumiwa kwa kosa la kusafirisha zaidi ya kilo mbili za dawa za kulevya baada ya kukamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tan Son Nhat jijini Ho Chi Minh mnamo Machi 6 Mahakama ya watu wa Ho Chi Minh City ilimhukumu kifo kwa mujibu wa sheria kali za Vietnam kuhusu uhalifu wa dawa za kulevya. Nyaraka za mahakama zilionyesha kuwa Nduta alidaiwa kulipwa takriban dola elfu moja mia tatu ama shilingi za Kenya laki moja na sitini na saba elfu ili kuweza kusafirisha dawa hizo haramu. Hata hivyo, alikanusha mashtaka dhidi yake mahakamani akidai kuwa alidhani anasafirisha bidhaa halali. Nikiripotia MMUTV naitwa Omondi Dennis.